Kamari ni mbaya. Hata Yesu alipowakuta watu wake wakicheza kamari kanisani, akayachukua mameza, akayapindua, akasema msifanye nyumba ya Mungu, ya Baba yangu mahali pa michezo hii na kufanya biashara. Hawa ni waumini wetu. Swala la mitandao hili limeharibu sana kanuni na taratibu za ubinadamu. Juzi nilikuwa na TCRA ninafanya ufunguzi kule, niliwaambia hii mitandao ni kama panga, ukiitumia vizuri unapata maendeleo, ukiitumia vibaya inakuwa kama hilo panga, badala ya kukatia miti au jembe, badala ya kulima unajilima mwenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu, viongozi mtusaidie na mimi nakubaliana kabisa na pongezi zilizotolewa na baba mmoja hapa kwamba tunawapongeza Waislamu, na yeye alijaribu kusema kwamba alikuwa anachunguza mpaka kwenye mguu aone kama ni rangi gani. Nilitaka kumuuliza we baba askofu, ulikuwa unachungulia huko unaangalia? <laughs> <laughs> lakini najua alikuwa anafanya utafiti <laughs> lakini, hayo ndiyo maadili ya Watanzania. Ninajua alasina huwa wanaona, wanaweka matangazo kwamba wenye nguo zisizo na heshima hawaruhusiwi kuingia kanisani. Sasa twende mbali na hapo. Tusizungumze tu wasiruhusiwe kuja kanisani, wasiruhusiwe mahali popote. Kwa njia hiyo tunajenga heshima, na ndio maana huwa nafurahi sa nyingine kwenye kanisa la mzee Kakobe, wao wanafunga na kitambaa kabisa. Utaona siku ya Jumapili, wote wana vitambaa vyeupe, hawataki kuonekana nywele ingawaje nywele za Kakobe huwa tunaziona <laughs> <laughs> lakini hizo ndizo kanuni, hizo ndizo sheria. Ni lazima tuheshimu sheria, lakini lazima tuheshimu pia mamlaka na hayo ndiyo maadili yaliyowekwa. Kwa hiyo mimi ninaamini kabisa madhehebu yote yaliyoko ndani ya nchi yetu, tukisikiliza vizuri mafundisho mnayoyatoa, mafundisho yote yana konveji kwenye mtu mmoja ambaye ni Mungu. Kwa hiyo mtusaidie sana. Hili la kamari mzee Adam, je, tumelisikia na waziri mkuu amelisikia. Kwa sababu nchi zingine haya mambo ya kamari wala hayatangazwi, lakini siku hizi watu wameshajenga spiriti, hasa watoto, kwamba ukicheza hiki utapata tu, na ile inajenga elementi ya uvivu na elementi ya kutokufanya kazi, hata kama serikali inakusanya mapato, kwa sababu muda wote hiyo ndi ndio imeonekana ndiyo njia. Na kamari ni kweli kwenye vitabu vitakatifu, si Qur'an wala Biblia, kamari ni mbaya. Hata Yesu alipowakuta watu wake wakicheza kamari kanisani akayachukua mameza akayapindua, akasema msifanye nyumba ya Mungu, ya baba yangu mahali pa michezo hii na kufanya biashara. Lakini siwezi ukajua unaweza ukakuta hata wachungaji wengine wameshainuka na, na tatu mzuka, inawezekana wapo au mashehe ameshapata tatu mzuka. Lakini ni kweli, mnatufundisha na ndiyo maana mimi nasema vikao hivi kwangu mimi na viongozi wa dini